Tumeongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu za kiganjani kutoka asilimia 83 hadi tisini na tatu na hiyo ni kwa sababu tumejenga minara ya simu kumi na saba Simanjiro, ishirini na moja Kiteto na mitano Hanan. Vile vile minara kumi na tatu inaendelea kujengwa maeneo mbalimbali sasa ukisoma ilani yetu hii mpya kifungu cha mbili nukta tisa kifungu kidogo cha tatu inatuelekeza kuimarisha mawasiliano vijijini na kukuza matumizi ya TEHAMA, teknolojia ya habari. Kwa maana hiyo, tutaendelea kuifanya kazi hii kwa kasi sana. Na kwa nini tumehimizwa hivyo? Kwa sababu sasa hivi sekta zote tunakwenda na teknolojia.